Uti wa mgongo ni msingi wa mwili wa binadamu unawezesha mwili wa binadamu kutembea, kusimama, na hata kulinda mishipa muhimu ya fahamu. Maumivu au majeraha katika uti wa mgongo yanaweza yakaathiri mwili wako kwa ujumla, na ndiyo maana ni muhimu sana kuchukulia hali ya serious maumivu yote yanayohusisha sehemu yako ya mgongo. Kama unahisi maumivu makali sehemu ya mgongo wako au unapata ganzi ya namna moja ama nyingine, au muda mwingine unafika hatua unashindwa kuinama na kufanya shughuli zako, hizo ni dalili ambazo hupaswi kabisa kuzipuuzia, kwa sababu dalili yoyote inayohusisha maumivu ya mgongo ni dalili ya namna moja ama nyingine ambayo inaathiri ina, inaashiri kwamba uti wako wa mgongo uko katika hali ya hatari. Kama una dalili za namna hiyo, hakikisha kwamba unachukua namba yangu kwenye bayo, unawasiliana nami moja kwa moja niweze kukusaidia kutibu changamoto yako na kurejesha tabasamu ambalo umelipoteza kwa muda mrefu.